Walionekana ni watu wa kawaida tu. Hata kipindi kile walikuwa wanakuja hapa kunyoa, hakuna mtu ambaye pengine angelijali sana kujumia nao kukaa nao kuchukua pengine picha kutaka kusainiwa autograph, ni kitu ilikuwa ni kitu cha kawaida, watakuja tu watakaa, watanyoa, wataondoka. Kwa hivyo hiyo baadaye tu, baada ya msimu ule uliokwisha, tulimaliza katika kipindi kizuri, tulikuwa tunapata tabu kubakia kwenye ligi lakini tena tukaweza tuka kucheza vizuri, ndio majina akaa ya kidogo yanaanza kusikika sikika. Lakini tena msimu huu ndio ulivokuja timu ikajieleza vizuri, na majina tena yakaanza kusambaa, kwa mchezaji fulani fulani anakuja hapa kunyoa tena tuka, wakijikuta wanakuja hapa watu wanawashabikia, ndio maarufu ulikuja hapo. Tena kwa kuwa sahivi, wame- sasa hivi wame, wameshakuwa maarufu, unakabiliana una nao vipi? Unaishi nao vipi wakija nimekuta kwa ni watu wa kawaida hawajali, wanaweza kuja wakati ambao kuko bizi kama unavyoona hivi. Kwa hivyo watakuja, watakaa, watanyoa. Kwa hivyo nakuta ni mteja kama kawaida tu. Kwa hivyo yani si, sioni kuna kuna tofauti kubwa katika kukabiliana nao kiupande wa kuwafanya wao ni wateja ama ni watu tofauti. wamekuwa wakija hapa nawanyoa siku zote. Unadhani sasa hivi wataendelea kuja? Wakati wamekuja huwa nawaekea appointment. Sasa wakija tu wanakaa, wananyoa wa. ni sasa ni kwa mapendeleo yao wenyewe watataka kukaa na watu kupiga picha kusign autograph. Wewe mwenyewe binafsi unajisikiaje timu yako timu hiyo ya Leicester City kushinda na vile vile wewe kuwa mmoja ambayo yani ndio unawanyoa nywele unajisikiaje? Limekuwa jambo la furaha sana. Uh, nikisema kuwa sehemu yote ile nitakayopita watu kunijua ni mtu fulani kwa hivyo limeleta umaarufu mbali na biashara mi mwenyewe na watu hata nyumbani, kutoka Afrika, ni kitu ambacho wameona kuwa ni cha furaha sana na kinaleta mwelekeo mzuri, na kujua kwa mchezaji mwenyewe pia ni wa kutoka nyumbani, Afrika, ni kitu cha furaha sana. una namba yake ya simu? Eh, niko nayo namba yake, lakini sidhani kama unaihitaji kwa sasa, kwa sababu <laughs> hapendi niwe nitaitoa <laughs> paka nimeuliza we una namba yake ya simu? <laughs> namba ya simu mpaka mpaka nwani yake ya nyumbani niko nayo sa, sijui uta Aha. kwa hiyo kwa upande mmoja unaweza kusema kwamba ni maswahiba, mnapigiana simu muda wote, mnasalimiana sio? E, ikitokezea kwa nitakuwa na nafasi pengine nitataka kumwamkia nitamwamkia, kwa sababu sana sana tunakuwa tuko busy hapa na mbali vile watu kujua sasa wachezaji wanakuja hii sehemu, imekuwa na umaarufu fulani. Kwa hivyo tunakuwa bizi wakati mwingi, tunaanza mapema, pengine kuchelewa kumaliza. Kwa hivyo ule muda pengine inakuwa hamna kwa siku kadhaa, unaona. Lakini ndio pindi pale utapata nafasi, tunazungumza tunamkuana, tuna chat kwenye ninio mitandao ya, ya jamii. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunafanya tuna, pindi tunapata wakati wa kufanya kitu kama hicho.